Mara ya kwanza tunaona uh, kuna shabiki mmoja ambaye eh, ameweza kuungana na Zuchu akijaribu uh, kuelezea umma kwamba hakuna uh, mahusiano kati yake pamoja na Simba, ambapo uh, katika komenti hii ya shabiki imeweza kuzua balaa zito, na inaonekana kuelezea ni jinsi ambavyo wengi walikuwa hawaelewi kuhusiana na mahusiano ya Diamond pamoja na Zuchu, lakini pia Eh, maoni ya shabiki ilikuwa kama ifuatavyo. Ngoja nikusomee, jamaa huyu ni kwa jina la Gongas OT ambaye ameandika kwamba kuna namna Wasafi mnalitengeneza jambo kumvunjia heshima Zuchu, labda iaminike baadaye kwa bosi wenu, hakuwahi kuwa na mahusiano na Zuchu. uh -huh. Zuchu akajibu pale chini kama reply akaandika kwamba uh, gang Gongas eh, ote akaasema kwamba nishajizoelea pia ni adui yao hao media, mimi sio familia na bosi wao kwa ujumla, uchubakiza ni mapato tu kwangu. Eh, alhamdulillah God will make a way out for me hapa. uh, akieleza kwa uh, kinagaubaga kwamba hakuna mahusiano. Ehe, kwa sababu huyu shabiki anasema kwamba e, ni kama wanataka kutengeneza e, jambo fulani kwamba inawezekana pengine hakukuwa na mahusiano e, kati ya Diamond na Zuchu, na inaonekana kabisa kwamba e, kwenye mahusiano ya Zuchu na pamoja na Diamond, e, Wasafi hawataki ku, ku kuadmiti hivyo kwamba kuna mahusiano yoyote, lakini e, Zuchu akasema kwamba kiukweli e, yeye sio familia tena ya Wasafi. Kisha jiondoa. Kwa hiyo, kwa, kwa sio familia walichobakiza wao na Zuchu ni mapato, kwa maana hiyo atafanya kazi zake, wao wanachukua asilimia zao kama kao. Unaona? Kwa sababu Wasafi uh, kupitia meneja wao Salama wanasema kwamba wao wanachukua asilimia arobaini alafu asilimia sitini afu msanii anachukua asilimia arobaini na hiyo asilimia sitini wanagawana Salamu Mkubwa um, Fela na Diamond Platnumz. Kwa hiyo hawa watatu wakishagawana wa katika hizo asilimia, hichi kinachobakia arobaini ni cha msanii na wala hakuna chochote. Kwa hiyo sasa hivi Zuchu anafanya kazi, lakini mapato yote yanarudi Wasafi, kwa hiyo Wasafi wanafaidika na mapato tu, kwa hiyo hakuna familia yote. Ndio maana tunaona katika harusi uh, ya Jux tunaona Diamond na pamoja na Zuchu hawakuambatana hawaku E, hawakuambatana karibu, lakini pia hakuna issue yoyote au incident yote aliyofanya Zuchu akawa karibu na Damo. Pengine inaozungumzwa ripo. Dondosha maoni ukisha na subscribe.